Yafuatayo yanajiri kati ya saa mbili asubuhi na saa tatu asubuhi, na kama ulivyosikia tuko naye ndani ya studio zetu mama Jane Njeri good morning ma'am, uko salama, usongelee microphone kidogo ndo tupate Eh, kupata sauti yako vizuri kabisa hapo mm. tuko sawa hapo yeah. tuko sawa mm. um, so nafikiri tutaanza hapo kwanza, utueleze Jane Njeri ni nani ametoka uh, wapi? uh -huh. yes. uh, mimi Jane Njeri uh -huh. nimezali wa Murang'a. uh -huh. wakati huo ilikuwaga Murang'a District. Uh -huh. uh, Kagema Division uh -huh. ilikuwa okay. Nashukuru Mungu mm -hmm. kwa kuzaliwa kwangu mm -hmm. Nilizaliwa na baada yangu kukazaliwa wengine mm -hmm. tulikuwa watoto tisa. oh. Aa, wakati nikalelewa tu mm -hmm. kama watoto wengine mm -hmm. ila yangu tofauti kidogo na baadhi mm -hmm. ya familia zingine mm -hmm. ikawa tofauti kidogo. Mimi nililelewa nikiwa mama yangu ananichukia sana. Kwa nini? Labda kulikuwa na sababu yoyote, ya kwa nini kosa ulifanya? Labda hapana. mm. Mwanzoni, kwa kuwa nilikuwa mdogo sana mm -hmm. sikuwa na ufahamu wa kutosha, lakini mm -hmm. baadaye nilikuja kugudua mm -hmm. Mama alikuwa anabagua mm, kwa jinsi ambavyo ameita majina mm, kwa mfano kwa kabila letu wa Kikuyu mm, mtoto wa kwanza mm -hmm. ana ayu, a, awe wa kike au wa kiume ndio anaitwa upande wa baba, okay. Kwa hivyo ukiwa wa kike unaitwa jina la mama mm -hmm, wa baba yako mhm mm ukiwa waki, ukiwa wa kike mm -hmm. Ukiwa wa kiume anaitwa jina la baba wa baba yako mm -hmm. Sasa mimi nikiwa mtoto wa kwanza kwenye hiyo familia nilitwa jina la mama wa baba yangu mm -hmm. Na kumbe walikuwa hawaelewani kabisa, hawaelewani, okay nikakuta kwa muda m, si mrefu sana nikiona mimi mm. huyo nyanya yangu mm. au shushu anasema tunasema sisi, akawa hawezi hata kukanyaga kwangu mm-hmm. na hata wakati ule alikuwa anakuja ndio toka mimi nik, nikijua na nikimwona mama yangu hangeongea kitu na yeye, alikuwa ni kama mgeni wetu mm -hmm. sisi ndio tulikuwa tunaongea na yeye kama washushu walivyo mm -hmm. anapenda kuja na kitu kwa tushushu twake ana mm -hmm. sana sana sisi tunapenda duma sababu wakati wote duma mm -hmm. hazijawahi kuwa nyingi sana mm -hmm. anakuja na duma arurutse Aa, anakuja na lakini uh, sweet potatoes mm -hmm. Akija nazo ni sisi tuchukue mm -hmm. Na mama hataki kutuona tunakula mm -hmm. Sana sana mimi sasa ndio okay. Nilikuwa napata shida uh, tukaenda hivyo, sasa ni kama vile umeniuliza swali. mm -hmm. Nilikuja kugudua alinichukia kwa sababu naitwa kwa jina la huyu mama, ndio ah, ni mm -hmm. ni tuliendelea. mm -hmm. Nikafika mpaka mahali pa kuingia shule. mm -hmm. Hata igawa mimi alikuwa na chuki sana kwangu, mama, chuki nyingi, mm hata -hmm. kunipeleka shule. mm -hmm. Alinipeleka nikiwa na miaka tisa na alikuwa mm. Ni mama ako kabisa, kabisa, kabisa. Mzazi. Mama ako mzazi, kabisa. Kwa familia yenu labda mlikuwa watoto wangapi hivi? tisa tisa. Lakini kwa watoto tisa, wewe pekee yako ndio alikuchukia? Alinichukia, lakini sasa unaona, kwanza tuko watoto wawili mm. tukaenda watatu, ndio tukaenda hivyo mpaka tukaja kuwa tisa. kwa wa kwanza, wendo wa kwanza. wendo wa kwanza. wendo wa kwanza. Mm. Lakini kama kawaida, mila na desturi, mtoto wa kwanza ndio ni kama anapendwa sana mm. Mm. Oh, mimi hakunipenda Alinipenda wakati nafanya kazi, sababu nilikuwa, alikuwa anazaa kwa karibu sana mm. mimi nimeishi maisha ya kuwa maid kwake mm. na kule kuchelewa kupelekwa shule ndio, mm. niweze kulea hawa wachanga aliyozaa. mm. yuko hai bado? nyuma yangu ako na miaka miwili tangu amekufa. oh. mm. mm. um. Na ulikuja kujua sababu ya kwa nini alikuwa nakuchukia? Labda nimesema ni sababu ya jina jina. Ndio, lakini uamuzi wa hilo jina lilikuwa ni uamuzi wa mzee ama ni uamuzi wa mama? Nani alimshawishi yeye kupatia hilo jina? Maana kama mzazi, hakuna uamuzi wa kutafuta jina lingine lolote lile? Hapana. Ndio, kwa kabila letu hakuna, ni lazima iwe hivyo, ni lazima. Uite kitu gani ambacho alikufanyia ukoona, kwamba hapa amevuka mipaka kibaya sana. mm -hmm. Na ambacho kilikuwa kinaniumiza sana. Dio. Ni kunipiga mm -hmm. Alikuwa ananipiga sana, mm -hmm. na vile nimesema nilikuwa wa kwanza hata mm -hmm. mdogo wangu yoyote angefanya kosa mm -hmm. mimi ndiye nilikuwa nipigwe. mm -hmm. Ulikuwa unafanya nini? mm -hmm. Ulikuwa unaangalia nini? mm -hmm. Na wakati huo familia ile haikuwa familia werap ilikua mm. familia ambayo haina uwezo ndio. Mama yangu alikuwa mkulima mm. na hasa si, al, kidogo tu alikuwa analima kwake sababu hata kashabaka alikuwa kadogo. Alikuwa, a, yeye ni mtu wa vibarua mm. a, a, kwa kwenye mashamba ya watu mm. ameturea na kibarua ndio. Hapa nyuma kidogo tu ndio tumeweza kufanikiwa mm -hmm. a, tukawa na kashabaka kubwa, kubwa kidogo a, Tukapanda kahawa sasa, tukawa tunavuna kahawa, ikawa inatusaidia mm. Lakini kwa kunipiga, mama alikuwa ananipiga, kesho yake mkono huo hauwezi kufanya kazi mm. Na ukikumbuka okay, labda wakati wa hicho kitendo, labda ulikuwa na miaka mingapi? Ulikuwa msichana mdogo, ulikuwa ni teenager wakati huo mm. Nilikuwa ndio kama niko na miaka kumi na moja sasa na nimeingia shule na miaka tisa. mm. sasa mimi naona tu bado nilikuwa bado mdogo, ndio kweli. Ah, tukaendelea mm. na mama nilienda ndelea kukua na mateso hayo mm. mpaka nikaanza kutamani kutoka kwetu mapema Ndio. na kwa hivyo nilikuwa hata natoroka mm. hapa katikati na kibia kwa, kwa shoshu yangu mm lakini nikiondoka na, nategea masaa ya jioni na ni bali nitaenda na usiku na giza yeah. lakini asubuhi tu kukipabazuka yeah. mama huyo hapa amekuja kunichukua Aa, tunarudi mm. naendelea na yale maisha nashukuru Mungu baada ya wakati mama anafanya hayo yote yeah. lakini ilipofika wakati wa kusoma mama alikuja kupenda kutusomesha sana na kupenda tusome, ila mateso unayapata kweli kweli, kukaa na njaa, kukosa karamu, kukosa kitabu mm. Lakini anataka <coughs> usome, kwa sababu hiyo ilikuwa inatokea, kwa sababu alikuwa mwenyewe ameamua kusomesha. Mtoto ni jukumu la baba mm. Na baba alikuwa hajali chochote wala lolote. Hapo tugusie hapo katika masuala ya baba. Baba naye alicheza rol gani? labda kwa maisha yako, kwa maisha ya familia, alikuwepo katika familia? haya yote yakifanyika, alikuwa na usemi baba? baba alikuwepo. mm. wakati haya yanafanyika? Ndiyo. Lakini mbele uh -huh. ya mama mm. baba alikuwa hakohoi eh? Eh. kwani mama alikuwa mkali hivyo? La. La, la, la, la, la yale matusi atakayomporomoshea mm. na kukufukuza naye kabisa mm. ukiondoka kesho, sababu baba alikuwa anaishi mjini Nairobi hapa mm. lakini mama kijijini kwa mm. hivyo baba alikuwa wakufuga safari kuja kijijini mm. akija akiyakuta hayo mm. na hata kwa kuwa sana sana ni kipi, uh, hawa wengine wakikuwa kuwa nao mm. ambao pia ni wahiro jina mm. wanaanza kuteswa kama mimi mm. sasa majirani ndio uh -huh. walikuwa wanakuja kuamua. Kwa hivyo wale majirani wanamwambia baba. mm. Baba akija mm. anaulizwa, hakuna jibu mm -hmm. Ukiona we mwenyewe ndio utaweza kuwalea vizuri mm -hmm. Ukiamka kesho ukienda mm. u, enda nao mlikuja, um, uli, uli, mkasameheana labda na mama? ha, hatukusameheana mpaka kufariki kwake, mpaka kufa kwake. Mama hakuwa mtu wa kusamehe. Na kabisa hage samehe. mm. hage apologize mpaka kufa kwake, amekufa na taishi ngono hivi. Nikuulize labda mm. kwa miaka ambayo imepita uh, umejaribu kuona familia. Mimi ndio nilikuwa ni, ni nije nifikie hapo mm. niseme sasa, baada ya kuendelea kunipeleka shule mm. nimekuwa mtu mzima mm. uh, na nimekuja kutoka nyumbani nikaja mjini kutafuta uh -huh. maisha uh -huh. mama alinipeleka mpaka uh -huh. fomfo, right. Nasema mama uh -huh, kwa sababu baba alituacha kabisa. Mama pamoja na ubaya wake uh -huh. alikuwa radhi akope pesa nyingi uh -huh, lakini mtoto aende shule. Kwa hivyo uh -huh. mzee alimwacha mama, kwa sababu ule ukali wake, hakumwacha eh, alitoroka kumterekeza ni kuchoka alichoka, manake ni kama walikuwa hawaelewani, ama sababu Bata kabisa, ilikuwa ni gani? Alikuwa ameacha majukumu yake tu. okay. kazi kuishi mjini mm. lakini mama wa familia nyingine huku mjini akimulilia shida mm. atamsaidia mm. watelekeza kawaacha akawaacha, ee, akabaki mjini akabaki mjini okay. na akija hana kitu mm. anamali, alikuwa anakuja baada ya miezi minne miezi mitano hata sita mm. lakini akija mikono mfukoni. mm -hmm. hana chochote. Sasa mimi nilikuja kweli, nikakuja mjini kutafuta maisha right. na pia sana sana kutamani kutoka mbele ya mama mm -hmm. Nilipokuja nilikutana na magumu mengi mm -hmm. kazi haipatikani mm -hmm. ni shida, uh, ukijaribu kutafuta kazi Waka, mara mwanzo mwanzo nikaona niende kwa mm -hmm. Tuendelee, mami tuendele. Nikaona twende kwenye mm -hmm. ni tafute kazi ya nyumba, ina kazi unapata, yeah. Lakini ukienda kule mm -hmm. ukienda kumaliza tu mwezi, nae baba mwenye nyumba ile mm -hmm. anakutaka kutaka, mm -hmm na hutaki yeah, kwa sababu na yule mama yuko na wewe, ulikubaliana na mama, hata sio yule baba ulienda kumkuta pale. Tuweze baadhi za changamoto ambazo ulizipata ulipoingia Nairobi, kazi za house girl. Unapata mzee pana na anakutongoza, anakutongoza mm, na inafika mahali anajua kutegea sana vizuri mm, wakati atajua Uh, mutakuwa na yeye nyinyi wawili hata kama kulikuwa, walikuwa waende mahali ana, wakati huo anakata. nimewahi kupitia hali gumugumu za kulipiwa mm. na wa, wa, baba. Kuto, kuto, kutoka wow. hapo mm. niseme tu ni kama ni nitaruka mambo mengi mm. nili nilikuta kutu, kutu, basi kukutana na mwanaume ambaye alinipenda na tukaamua kuishi. Tuliishi tukafanikiwa kupata watoto watatu, wawili wa kiume, mmoja wa kike, ambaye baadaye akiwa na kama miaka nane hivi alifariki baada ya ugonjwa. Lakini pia naye huyu alikuja akaumwa na akafa, bado hawa watoto wakiwa wadogo wakati aliumwa na kufa hmm. Kabla hajafa walishakuja kuja hmm. na kuniambia niwapatie guo zake hmm. Tukakutana nao mochari, mimi nikienda kuangalia maiti ya mume wangu na wao wako kijijini. Mi nilikuwa nimeolewa deia hmm. ni muru <t củngu> wakasema, sisi hapa ndio tunapanga nini mazishi mm -hmm. Usihangaike na nyinyi, kwa kuwa mnaishi mjini iwe mm -hmm. wekaa hapo hapo tu wa, marafiki zenu wakija wata wa, wakukutage. mm -hmm. Mimi nikaona ni kitu kizuri kumbe, ndio wapange namna gani? mm -hmm. Watakuja yeah, kunigeuka mm -hmm. ah, kukugeuka tena. Ehe. Eh. Sasa mm -hmm. Tu, tu, tulivo, kut, tukaja kukutana kule mochari wa, wa, wa waje wametumwa walipie bili za mochari, Yeah. Na ki, kitabulisho kinahitajika mm. Mimi na mimi ndio nimeamua siku hiyo hiyo niende ndio tukutane huko ndio nikaangalie ni, ni, ni mwili tena ndio tukakutana kwa bahati nzuri ya ubaya. Mm. Basi nikaenda nika nika tukakutana uh -huh. Tuka, uh, tu, hiyo ikafanyika mm -hmm. ya kumaliza bill za mochari mm -hmm. tukakubaliana uh, wakaniambia wamepanga siku gani ya kuzika, okay. Sasa wakati tunatoka mochari yule brother iniro wakiwa na shemeji yake ameoa ya dada yao mm -hmm. Akasinachi kitambulisho kutoka kwenye mikono yangu kitambulisho mm, cha -hmm. mzee mm -hmm. cha e, maremu sasa e, e, nika tu, wakati tu, tunato nikashtuka, kwanza nikasimama mm. -hmm. nikamuliza cha nini, nirudishie yule brother in law, naye akaigiria, akamuliza kwa nini umemnyang'anya? Akamjibu akamwambia, huyu tutamzungusha ajue tumemzungusha mm -hmm. Kwa nini? Sababu ilikuwa ni gani? Wewe nailo wako labda, mko mwelewani ama ni nini? Tulikuwa marafiki sana, tulikuwa wazuri, sijawahi ona ilikuwa kitu ikatokea ghafula. mm -hmm. Kwa hivyo ikafika siku ya kuzika, nilienda nikamwambia jirani yangu mm -hmm. akaniambia, wewe siku ya kuzika nenda mapema sana, ulipoti hapo mm -hmm. post yes. ya Kenyatta mm -hmm. Nikaenda hapo posti ya Kinyatta, mm -hmm. asubuhi na, na mapema siku ya kuzika, mm -hmm. nika ripoti. Baada ya kuripoti ule mwili ukazuiliwa kutolewa, ndio, mm -hmm. hau kutolewa, mm -hmm. a, a ikabidi usimamishwe. Nikapewa barua na inspekta nipeleke nipeleke mochari yeah. Sasa yule mhudumu wa mochari akaweka wahawa, wanakuja vijana vijana, wenyewe huyu ndio aliye sinachi kitambulisho, ndio wa kwanza akapewa ile barua, akaambiwa mwili huu umezuiliwa na inspekta na barua inasema ni mpa, mpaka atakapo nipa tena barua nyingine ni waruhusu. Kwa hivyo siwezi kuwaruhusu kutoa mwili, labda mwende mkakubaliane huko. mm. Ni, ni kato, wakaja Uh, wazee waka niomba uh -huh. Tuende tukubaliane ndio uh -huh. Mwili utolewe yeah. Mi shida yangu ilikuwa kitambulisho yeah. Sio kuzika mm -hmm. au atazikwa wapi mm -hmm. Kwa hivyo nikakubali, nilivyokubali kubali uh, majina ya ile nini ya, ya kutoa mwili ya ka, ikabadilishwa na ikawa kwa jina langu na kitambulisho nikapewa, lakini kupitia kwa yule inspector mm -hmm. Sasa kabla haja toa kit, alikuwa nabi walete kitambulisho na inspector akakata mara mbili mara tatu mm -hmm. Mm -hmm. Akapebelezwa sana. Maafisa wengine walikuwa hapo, wakaambiwa fulani, chukua huyu, wakamchukua mm -hmm. Hawakupelekwa bali Alipeleka kwa karibu kengine tu hapo karibu. Oh, alright. Mm. Mama Njeri kidogo tushikilie hapo kidogo, tukirudi tutakuwa tunaangalia kwa ndani hiyo story nzima yake. Baadhi ya Wakenya kwa comment section hapa wako na majonzi, wengine hawaamini kwamba mambo kama haya yanaweza kufanyikia vile ulivyosema, pa kama in-laws wako mishi wa siku. Ndani ya studio tuko naye Mama Jane Njeri. And of course, her story, very sad situation. Mm. Um Unajihusisha na nini sasa hivi Mama Jane? na kitu mm -hmm. Kwa sababu baada ya vile ilitokea mm -hmm. Nimeachia ni ya ya kuwa yule bwana akatolewa nje baada ya kukata na kitambulisho mm -hmm. Kumbe mahali alipelekwa alikuwa tortured na wale maafisa mm -hmm. Alipigwa hata tukiwa mahali, alifanyiwa kitu tu, sijui ni nini. mm -hmm. Nisiseme kupigwa, mm -hmm. lakini ni kitu kilikuwa kina, kina, kinampa maumivu, sababu alikuwa anaguruma akiwa huko. mm -hmm. Nia yao ni, ni ya kuchukua hiyo kitambulisho. ni gani, nia yao ilikuwa ni gani? ama hukupata kujua? Nilijua ndio a, nilijua kwa kuhisi Dio, sababu hatu, hakuna mahali tulikaa tukaongea. Ndio alidhania kaka yake Dio ameacha pesa nyingi Okay. Lakini unfortunately kweli alikuwaga na pesa mm. Lakini wakati aligojeka yeye alikuwaga na TB wa Nairobi Hospital mm. Na aligojeka kwa muda wa miaka miwili na nusu yote akiwa anaenda Nairobi Hospital na kwa nyuma kama miezi sita alilazwa Nairobi Hospital, tukabaki hatuna hata senti. Si eti baada yake kuzikwa, ilibidi nifanye kaharabie kadogo mm. -hmm. agarau kwa kunistiri mimi na watoto mm -hmm. kwa hivyo kwa kule kupigwa alipi, alipi, alipi, yale yaliyofanywa pale posti ali walichukia sana the whole family mm -hmm. wakanichukia, tulivyoenda kuzika kuzika tu na kumaliza kuongea, mama yake ndiye aliniambia nijue hapo sina kitu na niende. Nyumba iliyokuwa nzuri kwenye ile familia ilikuwa yetu, wakaichukua wakaichukua. Sasa hivi nikuulize, uh, mama Jane, je labda kwa wale wa Kenya ambaye, maana tunaona hii story inaendelea ikiwa nzito ikiwa nzito, mm, na umetueleza tayari kufikia sasa, kuna kitu ambacho unajishughulisha nacho mm. Kwa hivyo tunajua kwamba kidogo maisha ni magumu kwa yule mkenya ambaye anasikiza pale nje mm, na labda mm, ameshikwa na moyo wa kutaka kusaidia mm. Uh, asubuhi ya leo labda ni kazi gani unazo kaifanya, na ikiwezekana kama kuna nambari ya simu ungetaka tu share na wa Kenya mm, kushare ule upendo, tuone ni vipi asubuhi ya leo wanaweza kukusaidia wewe mama yetu, aha mm. Aa, mimi ningependa kuwa na kaduka. Ndio. Kwa sababu ya kuogopa baridi mm. ni kama mwili mwiri umeshaigiza baridi. Eh, kwa sababu umuli nao. Ndio. Lakini ningeshukuru sana Ndio. Kwa yule yoyote ambaye ange, mm. ange sikiage amesikia, ndio, ananihurumia ndio, kwa sababu, baada ya kutoka kule nilirudi na watoto, si kufanikiwa kupata kitu, ninachopata ni watoto wale wasome, mm. watoto wale wasome. Baada ya hapo sikuweza, si ikawa, nikawa mgojwa, mm. siwezi kufanya kazi, kwa hivyo, mm. mapato hakuna, mapato hakuna, hakuna ela. Sina chochote, sina kwangu, sina kwetu, kwetu mm kwa sababu ile nyumba ilienda na shaba, walichukua mm. Sina kitu mimi, niko kwenye nyumba ya kupanga ambao kama saa hii imefungwa <coughs> <coughs> ni stori ngumu kweli. kwa Wakenya wanaosikiliza asubuhi ya leo, mama Njeri anasema amepitia, amekapitianaga kama mtoto ainivizo. nafanya nini Nairobi, mzee wewe Wazee wote wako kijijini, sirudi kijijini. Na wewe pole mama, pole mama, tufanye asubuhi ya leo. Kwa wewe mkenya ambaye unasikia asubuhi ya leo, roho imekugusa, tunaomba tusimame na mama Njeri asubuhi ya leo. Anasema ya kwamba shule ambayo anaweza kujishughulisha nayo ni biashara. Mwili ume, ume, umeenda, anasema nguvu kidogo zimepungua. Cha muhimu zaidi ni kutafuta pale ambapo anaweza katulia akafanya biashara na akajikuza pamoja na familia yake. Mama wa Kenya asubuhi ya leo anaulizia namba yako ya simu, ni vipi anaweza kukupata, ni wapi anaweza kukusaidia? Kama uko willing kushare mm, namba yako ya simu tafadhali, ni sawa nashukuru sufuri saba namba sufuri yangu ya simu ndiyo. Ni sufuri saba ndio nne nne nane nane nane nane tisa tisa sufuri sufuri ya zero zero sufuri sufuri Uh, nane, nane, mwisho na, nambari ya sufuri, saba, mm. nane, nane, Ehe. nane, tisa, Ehe. sufuri, sufuri, nane, nane. Ndiyo. Mama Njeri, asubuhi ya ya leo tunakuombea <coughs> kila laheri na tuna imani kwamba Mungu huyu ambaye tunamuomba, <coughs> atajibu mwombea. Kuna Wakenya asubuhi ya leo wameshikwa na roho wa kutaka kusaidia, jumbe zimeanza kuingia kuingia hapo na tunaomba Mungu kwamba baada ya leo mm. Story yako itabadilika. Shukran sana kuwa nasi ya subuhi ya leo, mami, asante sana.